Helo, mambo vipi, mamboni aje? E bwana, hii ni window max media. E bwana, leo tutakwenda kujifunza jinsi ya kuingiza sini moja badala ya nyingine, kama tulivyosema katika video ya kwanza na video ya pili. Basi hii itakuwa ni sehemu ya tatu. Bila kusahau, katika hatua hii lazima tuwe na wifi, lakini pia lazima tuwe na kitu kinachoitwa CapCut, ambayo inaenda kutupelekea sisi kutufanya kuweza kuunganisha sini moja badala nyingine. Bila shaka, tunaenda tunafungua CapCut yetu kama unavyoiona kwenye skrini yangu hapa, ukienda kuifungua utaenda kuiona jinsi inavyokuwa. CapCut itafunguka kwa mtindo huu, bila shaka, hiyo ndio CapCut. So nitakwenda kuizumu hapa, kisha zumu namna hii, maana yake hapo tunaenda kuanza hatua ya kwanza mpaka hatua ya mwisho. Utaenda kwenye create project, utaklik hapo kwenye create. Creative project then itafunguka kwa mtindo wa namna huo. Hivyo basi, tukumbuke kabisa, katika video ya kwanza tulijifunza katika kutengeneza picha za katuni kwa mfumo wa AI kupitia kitu kinachoitwa Leonardo AI, then tukaipeleka katika mfumo wa Clean AI, na hii sasa inaenda kutuunganishia zile sini ambazo tayari tuishatengeneza zinakuja katika mfumo wa sini zilizokamilika. Hatua ya kwanza hapa, tutaenda kwenye ku import, tutakliki kwenye import hapa, tutaenda kuchagua faili ambalo tayari tumeshaziweka zile sini zetu. Kwa mfano kama ni mimi, sini ya kwanza naenda nachagua, labda ni hii hapa, then naenda nafanyaje? Naenda na open naenda na open. Ukisha open itakuja kwa mfumo huo. Ikija kwa namna hii utakuja hapa kulipokuwa na saimbo ya play, utaplay ili kuiangalia, je, sini yako ambao unaitaka ndo yenyewe. Ukishaplay namna hiyo itakuonyesha na uta click kwamba kwamba kwamba ndo yenyewe okay. basi utakuja katika hii chiki video kidogo hapa kushoto Utakuja hapo uta add to track, uta click hapo, itajipanga sini ya kwanza. Cha kuzingatia katika kutumia hii CapCut ni lazima ujue jinsi gani ya kuitumia. Katika video ijayo, nitakuja kukufundisha jinsi ya kuipata hii CapCut kupitia PC yako, lakini na jinsi ya kuweza kuitumia ili isikupe shida. Ni jambo dogo sana. Kwa leo, naenda kukuonyesha sini jinsi zinavyounganishwa ili video kamili ikapate kukamilika. Hivyo basi utakuja kukisogeza hichi kimstari kama unavyokiona hapa, kina move kinakuja huku mwisho kabisa, kwa sababu lengo la kukisogeza hichi kimstari, kikikaa hapa mwanzo, maana yake tukienda ku import video ya pili hapa, au scene ya pili, uki import scene ya pili, ukija ku add track, lazima itakuja hapa mwanzo. Kwa hiyo ili isije mwanzo, ili iendelee kama sini ya pili, ni lazima hiki mstari kije nyuma ya hii sini ya kwanza, then unaenda ku add track kama aa, then unakichukua tena hiki mstari, then unakisogeza mpaka ya mwisho. Tena una add to track Itajipanga hapo kama unavyoona jinsi ya kumuvu na kuweza kuona vizuri kuna kimstari hapa chini kama unavyokiona, una kimuvu hivi kitasogea na utakuwa unaona vizuri kabisa. Unaenda tena na import sini nyingine ya mwisho na open, una kichukua tena hiki mstari, bila kusahau kimstari lazima utembee nacho, una kisogeza tena mpaka mwisho then unaenda add to track, uta add to track so hapo tutakuwa tumemaliza kuweka sini zetu zote nne katika hii application yetu ya CapCut. Kwa hiyo ntazibana kidogo ili tuweze kuziona vizuri. Baada ya hapo sasa, tunaenda katika hatua ya uingizaji wa sauti. Katika kuingiza sauti, hapa juu kabisa kushoto kumeandikwa media, then kuna hapa kumeandikwa audio utakuja sehemu ya audio, uta click hapo katika sehemu ya audio, nako unaenda kuimport kama ifuatavyo. Hapa unaweza ukaimport beat kama beat kutokea katika app hii, au unaweza ukaenda kutafuta beat ambayo umetengeneza mwenyewe, au voice ambayo wewe mwenyewe unataka kuingizia. Vyote vinawezekana, unaweza ukaingiza maneno kama unavyoona, unaweza ukaingiza sauti ambayo tayari ushaitengeneza kama mimi ta kuna sauti tayari nishatengeneza, kwa nenda ku import sauti ambayo tayari nishafanyaje nishatengeneza, nita click hapo kwenye import, then nitaenda sehemu nilipoandika audio, nitaenda nita click nita hapa ambayo nimeitengeneza kupitia relevant raps kama nilivyokufundisha katika video yangu moja, imeandikwa text to speech na kushauri nenda kaitazama ile video ya text to speech ndio utakipata hichi kitu ambacho tayari nimeshakitengeneza hapa. Kwa hiyo baada ya hapo, uta click then uta open. Ukisha open, itakuja utaisikiliza. Benzi la usaliti katika mji mdogo wa machungwa. Ali, shimjana aitwaye Amani. Kama ulivyosikia, kwa hiyo ukishatambua kwamba ndio yenyewe utakuja tena hapa kwenye add to track. Ukibonyeza add to track, itashuka pale chini kama ulivyoiona. Baada ya hapo sasa Unaweza ukaplay usikilize, je, ulichokitengeneza kiko sahihi? Mimi nimetengeneza kwa njia ya kama kusimulia story, lakini unaweza ukatengeneza kwa njia ambayo watu wanaongea wanapishana maneno, kwamba huyu anaongea huyu anamsikiliza, then huyu anamsikiliza huyu anaongea hivyo hivyo kwao. Hapa tutaplay kwenda kuisikiliza video yetu ambayo tunaenda kuikamilisha. Tumeshaunganisha sini moja ya pili, ya tatu na ya nne, tunaenda kuplay na kusikiliza sikiliza. Sasa, penzi la usaliti. Katika mji mdogo wa machungwa aliishi msichana aitwaye Amani. Alikuwa na familia nzuri, wazazi waliomthamini na marafiki wa kweli, lakini alijua kuwa maisha yake yangekuwa bora zaidi kama angeweza kupata mpenzi ambaye angempenda kwa dhati. Amani alikuwa na ndoto ya kiishi maisha ya furaha na mpenzi ambaye angekiwa mwaminifu, lakini alikosa furaha hiyo kwa miaka. Kama ulivyoona, sasa hapa unaweza ukaleta ubunifu wako wewe kama wewe. Kwa mfano mimi naweza nikaiongezea beat, nikaichukua hii voice, nikairudisha kidogo, ikaanzia hapa, then nikaenda kuimport beat. nikaenda kuimport beat unaenda hapo kwenye music, then unaenda kusearch hapa kitu ambacho kinaweza kikanogesha ikaleta stori yako ikawa ni nzuri, unaenda una import beat hapa. Baada ya hapo, nakavuta akakamstari, naenda naipunguza ili beat kwamba liishie yes, sehemu fulani, au ili beat kuanzia hapa, napunguza sauti ili iweze kusikika vizuri kabisa, kwa mfano Penzi la usaliti. Katika mji mdogo wa machungwa aliishi msichana aitwaye Amani. Alikuwa na familia nzuri, wazazi waliomthamini na marafiki wa kweli, lakini alijua kuwa maisha yake yangekuwa bora zaidi kama angeweza kupata mpenzi ambaye angempenda kwa dhati. Kama ulivyosikia sasa hapo, tunakuwa tumemaliza ushamaliza kutia sini moja baada ya nyingine, umeweka sauti then umekuja umechanganya, umeweka biti, imeendana vizuri kabisa. Kumbuka unaweza ukarekodi ukaingiza sauti yako wewe, kama wewe video ijayo, nitakufundisha jinsi ya kuitumia hii CapCut vizuri kabisa. Leo nimekwenda kukuonyesha jinsi ya kuunganisha sini moja baada ya nyingine. Hivyo basi endelea kufuatilia video zangu za jinsi ya kujifunza zaidi, jinsi ya kutengeneza hizi video kwa undani zaidi, kuweka logo za YouTube logo za subscribe, logo za kila aina katika video yako. hivyo basi Usisahau kushare, kusubscribe na kucomment hapo chini, bila kusahau. Ukishamaliza kutengeneza kama hivi sasa, tunakwenda katika hatua ya mwisho ya kwenda kufanyaje, kwenda kuisave. Nitakwenda kuitengeneza vizuri, then nikafanyaje kuisave. Sasa jinsi ya kuisave, unakuja hapa juu, wameandika export. Uta click hapo kwenye export, maana yake hapo ndio tunaenda kuisave. Sasa nikushukuru sana wewe ambao umenisikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho, hivyo basi nikuombe usisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Kama kuna changamoto yoyote, unaweza ukaniambia nikaenda kukuelekeza vizuri na zaidi na zaidi, hivyo basi usisahau kufuatilia video ijayo kwa ajili ya kujifunza zaidi jinsi ya kutumia hii CapCut na vitu vingine.